Sasa na ujumbe kwa SADC African Union na vyombo vingine vya Afrika, ni karibu miezi um, miwili sasa, tangu Watanzania zaidi ya elfu kumi wapigwe risasi na serikali yao kwa sababu ya kuandamana kudai haki, na kuna wengine walipigwa risasi bila hata kuandamana ili kujenga hofu, kujenga uoga. Watanzania zaidi ya elfu kumi walipigwa risasi za vichwa, za vifua, za tumbo, waliuawa kama wanyama. African Union, SADAK, mpaka leo hakuna msaada wowote, hakuna msimamo wowote wa kuwasaidia Watanzania. Sasa ni hivi, msaada utakapokuja kwa watanzania na unakuja msaada utakapokuja kwa Watanzania kutoka kwa nchi za magharibi western countries, watakapokuja kutoa msaada Tanzania, tusiwasikie tusiwasikie African Union mkiwa criticize, tusiwasikie mkinyanyua midomo It's been two Afrika tuachiwe tufanye vitu vyetu wenyewe. It's been two months, Watanzania wamepigwa risasi, hakuna msaada wote kutoka nchi za Afrika, kutoka chombo chochote cha Afrika. So tutakapopata msaada kutoka nchi za wazungu kutoka western countries, we gonna need you to shut the fuck up like you're doing right now because mmeshindwa, mmeshindwa kuwasaidia Waafrika wenzenu. Kwa hiyo itabidi tutafute, tupokee msaada utakao kuja na mtu yoyote yule, Afrika asije kufungua mdomo, because mpaka sasa hakuna msaada wote ambao umeweza kutolewa kwa Tanzania kwa vyombo vya Afrika au kutoka nchi za Afrika, angalau only nchi moja i, I think

Waafrika elfu kumi wanapigwa risasi na serikali yao. Nchi zote za Afrika kimya. Ni nchi za kizungu ndo zinazoonesha kujali. Hii ni aibu kubwa kiasi gani, hm? Nchi nchi ya Afrika sasa hivi inategemea msaada kutoka nchi za Magharibi because vyombo vya Afrika ni useless. because nchi za Afrika hatuwezi kupigania nchi, nchi zozote zingine za Afrika. So, msaada utakapokuja kwa nchi ya Tanzania kwa njia yoyote ile, na msaada utakuja kwa sababu sisi wenyewe bado tunapambana so. Kwa hiyo msaada utakapokuja kwa njia yoyote ile itakaotumika, ili kupata msaada tunahitaji vyombo vya Afrika, media za Afrika, either mkae kimya au msapoti msaada huo, because mpaka sasa hivi Mmeshindwa kufanya chochote kutusaidia. That's the message. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Nigeria imethibitisha kuwa Marekani imefanya mashambulizi ya uhakika dhidi ya maeneo lengwa ya kigaidi nchini Nigeria kwa mashambulizi ya anga baada ya rais Donald Trump kutangaza operesheni dhidi ya wapiganaji wa, wa kundi la dola la Kiislamu. Katika taarifa yake, wizara hiyo ilisema mamlaka ya Nigeria zinaendelea kushirikiana kwa mpangilio na washirika wa kimataifa ikiwemo Marekani katika kukabiliana na tishio la kudumu la ugaidi na msimamo mikali ya vurugu. Taarifa iliongeza kuwa mashambulizi hayo yamefanyika kwa usahihi dhidi ya maeneo na malengo ya kigaidi nchini Nigeria kwa mashambulizi ya anga katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa taifa. Upigaji kura utafanyika katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo kwa awamu tatu, ambapo awamu ya pili itakuwa Januari kumi na moja na ya tatu Januari ishirini na tano. Wakosoaji wanatia shaka kuhusu uwezekano wa mabadiliko halisi kuelekea utawala wa kiraia. Makundi ya haki za binadam na upinzani yanasema uchaguzi huo hautakuwa huru wala wa haki na kwamba mamlaka huenda ikabaki mikononi mwa kiongozi wa kijeshi jenerali mkuu Min Aung Hlaing. Mwisho wa habari za ulimwengu. Kutoka bo. Goma uliokati ya ziwa Kivu na mlima Nyiragongo ni zaidi ya mji wa kawaida. Jamii inayoishi Goma ni yenye maisha ya nguvu, inayojikita sana katika imani ya Kikristo. Hii inadhirika kila kona, hasa wakati wa Krismasi ambapo makanisa hujaa nyimbo za sifa na familia hukutana kusherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini Goma pia ni mji wa watu wenye tamaduni tofauti, mahali halisi ya kitamaduni inayowakutanisha watu kutoka pande nyingi za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila kabila huleta mila zake za kipekee lugha na hasa vyakula vyao. Tofauti hii ya kitamaduni huonekana sana wakati wa sherehe za mwisho wa mwaka, ambapo vyakula vya jadi huchukua nafasi muhimu katika sherehe. Siku moja baada ya sikukuu ya Krismasi niliamua kukutana na baadhi ya wakazi wa Goma kutoka tamaduni tofauti ili kugundua mlo wa kitamaduni unaozingatiwa kuwa wa kipekee kwa Krismasi katika kabila lao. Kila chakula kinasimulia hadithi, kila mapishi ni hazina inayopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Wasikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya GW, karibu kwenye makala hii maalum ya Krismasi. Leo studioni ni mimi Ruth Alonga nikiwa Goma, endelea kusikiliza. Hapa mjini Goma, siku moja baada ya Krismasi, harufu ya vyakula vitamu bado inanukia hewani, kwani watu wengi hapa ni Wakristo, na tunaposema sherehe, moja kwa moja tunarejelea chakula kizuri, kile kinachoitwa chakula cha sherehe, ambacho mara nyingi ni tofauti na chakula cha kila siku za kawaida. Mji wa Goma una makabila mengi na kila kabila lina mlo wa kitamaduni ambao haukosi wakati wa sherehe, na kwa kuwa Krismasi ni sherehe kubwa zaidi, mlo huo haukosi mezani. Familia moja ya Wahunde iliyonipokea kwa ukarimu na kunielezea kuhusu mlo wao wa sherehe: ugali, nyama, na pia vyakula vya kigeni kama chipsi, tambi na vinginevyo. Kwanza, Emiline Shamamba mwenye watoto watano alisema kuwa sikukuu ya Krismasi ni wakati wa kufurahisha watoto zaidi. Sana fete inakwaka juu ya watoto. Sherehe ya Krismasi kwetu ni kwa ajili ya watoto wadogo zaidi, kwa sababu ni ukumbusho wa kuzaliwa kwa mtoto Yesu. Kwa hiyo tunawanunulia nguo na tunawaandalia chakula kachumbari na hasa nyama, nyama frite. ni moja ya makabila yanayopatikana Masisi, wanaojulikana sana kwa mapenzi yao makubwa ya kula nyama, jambo linalotokana na historia yao ya jadi ya uwindaji. Emeline Shamamba anasema kuwa kwao Krismasi ni nyama na ugali hey, nyama ikakosa na ugali ile yaikot ikiwa hakuna na nyama na nyama yana ugali yana basi Hivi ndivyo thamini Krismasi. Wahunde wanapenda nyama kwa sababu kihistoria ni wawindaji, ni mila kwetu kupenda, hasa za pori Kongo, nyama zote tu za. Licha ya kutaja nyama ya porini kwa ujumla, Emeline Shamamba anasema wanaipendelea zaidi nyama ya mbuzi, na naye sababu ni kwa nini? Nyama ya mbuzi, je tunaipendaka juu ya karanda? Tunapendelea nyama ya mbuzi kwa ajili ya karanda. Ni maji yaliyo kwenye tumbo la mbuzi, tunayatoa tumboni, chuja kwenye chujio. Tunatumia karanda kupiga utumbo wa mbuzi. Bila karanda, nyama haina thamani. Tunakula na ugali wa muhogo au ndizi za kupika katika kutafuta vyakula vingine vya kitamaduni kwa Krismasi mjini Goma, nilikutana na Cecile Uimana, mwanamke mwingine. Katika mila za Kiafrika, wanawake huhukumu kubwa la maandalizi ya vyakula nyumbani. Cecile ni Muhutu kutoka Masisi, lakini ni nini Wahutu hawawezi wakati wakati. Kuya krismasi kwetu tunatayarisha kamsuru okay. okay. Msururu, halafu maharagwe na wali pia ni lazima yawepo kwa sababu tunayo kwa wingi na tunajivunia hilo. Msururu ni mila yetu, ndiyo inayotutambulisha kama kabila. Msururu, kinywaji kinachotokana na mtama, ni alama halisi ya utamaduni wa Wahutu. Hutengenezwa kwa mtama uliovunda na ni kinywaji kinachoonyesha utambulisho na mizizi ya maisha ya kilimo ya kabila hii. Katika familia za Wakuto, kila kaya hutengeneza wenyewe na mchakato wake ni rahisi sana, kama anavyoeleza Sesile Musururu: tunaitengeneza hivi, ni kukamata